Mbele ele ni kikundi chetu cha kikoba chae. Ni mwanakikundi ni active, yani kwenye kikundi chetu kabla ya deadline wake hisa. Ni mwekezaji mzuri, kwa kweli amebarikiwa. Mwekezaji mzuri anajua thamani Kwa hiyo kutokana na utaratibu wetu kwa ajili ya uh, kutokana na kikundi chetu na katiba yetu, kuwa tuna fungu ambalo unatumika kupongeza mwenzetu na fungu hiyo tumeshamkabidhi anafahamu, alikataa, anafaham, anajua pesa, anajua thamani ya pesa, anataka kutumia pesa kuzungusha kupata pesa kwao. Nasema tunataka kumfungua, tumekubali iumbi lake, tumeshamkabidhi. Tunashukuru sana.